Uni gemu ya mwisho ni gemu ambayo Yanga hahitaji tu pointi tatu, anahitaji hadi magoli mm tumesema mawili lakini ni vizuri zaidi apate walau hata magoli matatu. Mimi na imani yeah. Yanga anaweza kufanya chochote kwa sababu uh, tulishuhudia uh, msimu ule misimu ile iliyopita yeah. Uh, ilikuwa ni mechi ya maamuzi dhidi ya CR Belouizdad. Yes. Uh, CR Belouizdad, uh, alimfunga Yanga katika mchezo wa kwanza yeah. Lakini alivyokuja hapa Benjamin Mkapa kala chuma nne na Dar es Salaam Africa akafuzu kwenda katika hatua ya robo finali. Kila, kila kitu kinawezekana na kuna watu walikuwa na wasiwasi wanasema, maybe Mwarabu atamwachia Mwarabu mwenzi hiyo kitu sio, kwa sababu kama kama mtu aliangalia vizuri game ya Farabat na Ahli pale Morocco, uliona Abdou. Mimi nataka ni uh, mimi na naungana na, na, na wewe katika hilo unalosema, yeah. kwa sababu watu ambao kitu ambacho hawakijui ni kwamba, yeah. katika mechi ambazo Ahli anatakiwa kushinda ni mechi yeah. ya kesho mechi ya Jumapili kwa sababu yeah. uh, sio kwamba Ahli tayari kashafuzwa anamwachia yeah. Mwarabu mwenzake hapana mm. Yaani ni miongoni mwa mechi ambazo anatakiwa washinde kwa sababu kocha wa Ahali asiposhinda ile mechi yeah. Anakalia kiti kavu, anakalia kwenye klabu ya Ahali kabisa. Ahali hawana cha kupoteza wao, yaani ukizingua unaondoka, yaani wao <laughs> wapo wao ile wanasema kamati ya, ya, ya, romba, mba, ya yes. Na kamati ya romba so haja, hata ukiangalia tu kom, nje ya uwanja hmm. Pia yani ujue kuna factors nje ya uwanja extra factors, ukiangalia mechi ilivyokuwa pressure, nadhani uliona kama kuna ugomvi ulitokea, so Waarabu pia wana kariba kutokupatana kupatana hata wenyewe kwa wenyewe, so nadhani Ahali atatembeza fimbo kama ilivyo ada.